Umeniita mapema sana. Nini shida? Nataka kujua ni nani ambaye amehusika na kifo cha mama yake Hamza na kwa nini watu wanajua mimi ndo nimehusika. <laughs> Unapenda kunitumia kwenye mambo yako, lakini nikikwambia unipe ninachokitaka hautaki. Utakosa mambo mazuri Jambo dogo kama hili ni bako nisumbue, hebu fanya ninachokitaka, alafu uone kama kuna mtu atakusumbua. Najua hilo lakini, kumbuka nilikuambia unipe muda, nitafanya unachokitaka. Unipe muda wa kutafakari. Nahitaji msaada wako kwa sasa. Amejificha kwenye kivuli Kesho nikija nitakwambia. Kwa sasa kuja nikamalizie kazi, tutaonana wakati mwingine. na nashindwa kufanya chochote kwa sababu wewe ni damu yangu. Hebu niambie umefanya ukatili huu ukiwa na maana gani? Njomba. Mm -hmm. Wewe pekee ndio unayejua maumivu yangu mimi, sasa nataka haya maumivu na manai pia yapite Lakini umekwenda mbali sana, kutakiwa kupiga hatua kubwa kiasi hiki. Ngoja nikuambie kitu, hii haitakupa furaha na umenipa mzigo mkubwa sana, mzigo ambao sijui nitaubeba wapi kati ya mgongoni ama begani. <coughs> <coughs> Jomba, Sitaki ujihusishe na chochote. Hii ngoma ni yangu. Acha nicheze, wewe niamini tu, uone mpo wako jinsi nilivyoiva Hili uliwezi ingoma, ni kubwa sana na ina wenyewe, si kila mtu anaweza kuicheza. Ndio kwanza unatambaa, hata kusimama bado Utaweza kukimbia?

Karibu, ndugu yangu. Asante, toka kwenye msiba juzi hatujaonana, ni kwa bize na mambo ya kifamilia hapa, kuna mpango nije leo, lakini bora umekuja hapa, pole sana na. Ah, asante sana kaka. Shapoa. Ah, maisha mengine yaendelee. Vipi lakini, familia inasemaje? Familia aendemmandee vizuri, tunashukuru sana karibu. Okay. Ila mwanangu, nimekuja hapa amili, kuna jambo limenileta. Nataka unipeleke kwa mganga, kwa mtaalamu. Mtaalamu yani? Mtaalamu mtaalamu kweli, nikisema mtaalamu kwa mganga. Ela mganga api? Na api tena ndugu yangu kwa nini kwa mganga? Nataka unipeleke kwa mtaalamu, kwa ajili ya kulipa kisasi kwa mama yangu. Nataka alohusika na cha angu na kifo cha mama yangu, na yeye atumikie ya adhabu. Siwezi kuacha kifo cha mama yangu kipite hivi hivi, alafu mimi naangalia tu kwa urahisi kama hivi. Hapana. Usiwazi kuhusu hilo, nitakupea kwa mganga huyo. Uje kumwona huyo ni hatari. Hata ukitaka huyo mtu mgeuze BMW uone muendesha kila siku mtaani hapa, inawezekana. Nitakupeleka kuhusu hilo, usijali. Sasa hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nahitaji mimi. Unajua, kuondokewa na mzazi sio kitu rahisi ami, unajua alafu pia kama unahisi kwamba kuna jambo limefanyika, sio kifo cha kawaida, labda kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Inaniuma sana kaka, kweli. Lazima umkomeshe. Hata kama ingekuwa ni mimi, tena tena, bora umesubiri. Ingekuwa siku hiyo kabla sijazika, namzika yeye au mamaangu anazikwa baadaye. Usiwazi, nakupeleka kusu ilo, ondoa shaka, ndugu yangu tena usiwe na huruma so. Na watu kama hao, wachawi sio watu, usiwe na huruma kabisa. Ondoa ukoo mzima, usibakiza tawi, futa familia nzima. Nyie watu wa msaada wa kibinadamu, kwa nini mnakuwa mnajua ukweli alafu hamtaki kusema? Kwanini mnaangalia upande mmoja tu? Kwanza kabisa, mi niseme seme, nashukuru sana kukutana na wewe, maana nilikuwa nakutafuta kwa muda mrefu sana, na sijui sehemu gani hasa ambapo naweza kukupata. Na safari yako ambayo loko unaenda, mimi nilikuwa najua kabisa kitu gani unaenda kukifanya. Kwani kumsaidia Tamari kuna kosa kwa upande wangu? Mimi sizani kama litakuwa ni kosa, lakini nikuombe kitu kimoja, naomba msaada wako uwe ni kwa wema. Sijui unanifikiriaje lakini mtoto ni lazima afundishwe. Mm. Huwezi amini kilichotokea leo. mm -hmm. Leo si nilikuwa kwenye miserenge yangu ya mtaani hapa na pale kwa bahati nzuri nzuritta nakutana na ule mrembo nani? Mrembo mchawi. We we mrembo kigagula <laughs> oya, wezi amini mwanangu, yule demu kanipiga biti, kanipiga mkwara. Ngoja kwanza, yani kakupiga mkwara? yani ka maana, yani amejua kama tulikuwa tunamuongelea au? yani imekuwa kuwaja, nakupigaje kupaj... mkwara Sio, unajua mimi mzoa makuzi imefika mm, pale nikakutana naye vizuri bwana, si ndo nikaanza kumtania, oya mtani, hapo unasemekana weye mchawi, watu wanasema weye unaluka luka makuzi makuzi makuzi yangu ya umbea e, alibadilika ghafla. Unaambiwa akaanza kuniwakia, kuniwakiya toa mi maneno, yaani kwa jinsi alivyokuwa anaongea na kinachosemekana ni mm, kweli yule mrembo atakuwa mchawi. For sure nakwambia, eh, aki ya mama. Dugu yangu wewe, wewe unayotaka. Gu, unajua yule kigagula mtamzima tu, yu watu tunamwogopa. Ukimwona tu yule, watu ni chochoro ndani. Wewe ndo kabisa, unavaa ujasiri, unaenda unaenda unaenda kuongea naye eti ha, una mchana. Naona yeye mwanangu mchawi. Mbona huwezi kujiamini hivi hivi, kama hoja mlanili yule. Hakuna ndugu yangu, sina chochote kwenye mwili. Mimi, si unajua mzawa maku boy mzee wa makuzi ko, nilivyokutana naye nikasema hebu ngoja nimfanyie makuzi kidogo, nimtikise e. Kaja na kujaa kama mind kichizi, unaambiwa kaniwakia rafiki yangu, unaambiwa yani mimi nikashuka shu, wale watu wale, wale sio wa kuishi yeni, wale nichukua, piga kiberiti, piga panga, unamaliza. Tunashindwa tuna kuishi kwa amani, sema mwanangu, yule mtoto mzuri sana Unaonaje kama akiwa kama shemeji yako? Na vipi kama tamali ya usiki? Huyu anaongea nini huyu? Yule lemu mwanga yule, mrembo mchawi mtamzima, unaelewa? Unaelewa balaa lake. Alafu wewe unatoka uko unasema kama hajahusika? Ajahusika vipi. Yule kahusika au unasemaje mwanangu? kwa kuna mtu asiyejua ilo Asa oh, watoto wadogo wanaelewa nini? Basi sasa, subiri mhusika atajulikana. Hivi yule yule mrembo ndio mtu wa mwisho kugombana na marehemu na alimtishia maisha kwamba yeye ataona kitakachomkuta baada ya siku mbili. Mtu kafa, atasemaji sio yeye? Wanateteana hao, kundi moja. Washaanza kujitokeza mmoja mmoja, na tutawajua tu.